Wameweka mtego tarehe 15 timu ingizwe uwanjani. Usipoingiza ndo kitu ambacho wao wanachokihitaji, ili wampe huu ndugu yao ile kombe, wasifikirie tena maana. Eh, sasa hivi wanasheria wa Yanga, kile kitengo cha wanasheria. Yanga hawana kitengo cha wanasheria. Chote kiko ovyo ovyo. Sielewa? Kwa hiyo hapa wanapanga kitu kitu hiki sasa, twende, twende FIFA, sawa. Tukaleta tena rufaa nyingine FIFA. Ni kitu ambacho cha kijinga mimi sikioni kama kitu hiki kina busara zaidi kwa sababu kule unapokwenda hata tukikata kule bado wao wataturudisha yale yale. Sawa? Rudini katika vyombo hivi vya chini usika. Rudini katika chombo chenu cha cha kasi. Rudi, sasa kasi tutakwambia si lazima tukurudishe ni kule. Rudini tena kule. Unaona bwana? Zile pesa zote ambazo mtakazokatia rufaa inakuwa klabu imepoteza haya mabilioni ya pesa. Unaelewa? Sasa mimi si nazungumza na, na, na katika ni katika vyombo vya habari ni kwamba si no, no, si, na, na, na ya nafasi yangu mimi sio kwamba kupata nafasi ya kuonana naye no

Ah, mimi nadhani kwamba kwa sasa hivi siwezi kuzungumzia mkutano mkuu wa Yanga kwa sababu hata hii katiba ndio sehemu ambayo mnaweza mkakutana na rais. Hii, hii katiba inazungumziwa sasa hivi, eh? Mimi ndo naipinga hapa mahakamani. Sawa? Niko huko ndani ndani ya mahakama. Hii katiba inazungumziwa sasa hivi. Mimi ndo naipinga huko ndani ya mahakamani. Sasa siwezi kusema kwamba twende katika mkutano katoe mawazo na kwenda katika mkutano kama nani? Eh? Okay, kadi hii, hata hii kadi yao mimi sina. Ni mwanachama wa Yanga hupo warari ambao mimi naujua ambao mpaka serikali yenyewe wanajua kama mimi wanachama. So, mkuja hapa kuomba mimi nifute wanachama, mbona mahakama mmekataa? Kwa nini wamekataa? Wanajua kabisa hapa kuna kitu fulani kiko katikati ambacho uhalali wangu mimi upo. Sawa? Tena sio wa kulipa kadi, hata kama sikulipia kadi miaka kumi, bado mimi ni mwanachama kwa sababu simuoni mtu akwenda kumkabidhi pesa yangu ani, sawa niizinishe, kwa maana mimi ni mwanachama wa Yanga Afrika, kwa sababu wote mimi sitatambui kama kama ni viongozi wa Yanga yeye. Nimelizungumzia hapa, dabi ipo. Hata kama viongozi wanazungumza hivyo kwamba dabi hakuna, mimi nasema mimi. Dabi ipo na itapigwa wanachama wa Yanga wote katika matawe na wapenzi, sasa bwana, tukae katika mkao wa kutabaruki kwamba dabi ipo. Dabi ipo na Yanga wataingia uwanjani. Wewe utakuja kuniambia leo utalenga ngapi leo? Eh, basi mtanipigia simu wakili, ukadhani kwamba mambo ya mchezo unaweza ukafikiria kama vile mahakamani unaingia mahakamani. Basi sheria sheria za mchezo, kuna kuna kuna sheria namba kumi na mbili ya baraza la michezo. Sasa kuna vipengele mule ndani unapekua vipengele vinazungumza nini, alafu unachukua katiba ya TFF eh, unaangalia na kanuni zinasemaje, ndio upate jibu sahihi la kwenda kukata mfaa. Sasa, huku tunaporudi tunasema kwamba yani wa eh? Sisi tushuke daraja la nne sawa tunyang'onye pointi kumi na tano, siku hiyo Simba anatangazwa kuwa bingwa. Hebu niambie hii nchi itakuwaje?